Media Bela Media hapa mbele ya kamera pamoja na Geshom. Katika siku ya leo tumetembelea hapa kwa kina Lena G. As you know, mfalme wa secular music. Tuna mengi ambayo tunataka kuyajua katika siku ya leo mimi pamoja na wewe. Is Bela Media, acha tumkaribishe karibu tena sana. Bela Media, media. Bela Media. Uh, aruafurahi karibu karibu, karibu, karibu, karibu. Uh, pia mnakuja ghafla kabisa katika siku ya leo imemkujia Lena G kwa surprise zaidi, mm -hmm. au sio? Tukuwa na tamani kumwona, tukwa na tamani kumsikia. Nadhani kama voice yake katika siku ya leo itakuwa furaha katika channel yetu ya Bela Media, Instagram, YouTube wote utatupata katika siku ya leo, au oh, sio? Najua kuna mengi ambao unapenda kuyajua katika siku ya leo, ambao utayajua zaidi katika siku ya leo kutoka kwa Lena G. Cha kwanza nashukuru sana guys, nashukuru sana na sikutegemea, kwa sababu sikujua, kwanza sikujua kama nitakuja hapa okay, labda ningejiandaa zaidi mm -hmm. kwa hiyo hapa ni mambo ya tiktok tu bila uoga anaona kama Lena G kwa haraka haraka, lakini amewaka mwanangu au sio? Anamba kawaida kidogo tu hapo kama, hapa ndo nadhani kama, kama unamkubali zaidi kwa haraka haraka. Tumekuja kwa surprise, lakini tumekuta shujaa wetu amewaka au sio? Yeah. Kuna maswali baadhi ambayo tungependa kuyajua katika siku ya leo. Acha tuingilie kwa mada yetu ambayo imetuleta hapa Hezbella Media. Tunajiita wambea wa kambi au sio? Chukua yote kutoka kwetu sutwa, yani bro Lena G katika mm. siku ya leo, twende kina zaidi. Kuna swali ambalo litaka kuuliza au ambalo watu walitaka kujua mm. E, kuna wakati fulani ambao tulikukuta katika mziki wa secular music. Baada ya hapo tena, tukaona umerudi kwenye mziki wa Gospel na ukatuletea albamu ya nisema, ukatuletea albamu ukasema back to God mm. baada ya hapo few days nasikia, ulikuwa hechaza au tuseme Harare mm huko town tuseme capital city ya Zimbabwe mm -hmm. Ikaonekana tena umetoa mziki mmoja hivi, hatuwezi tukaelewa kama ilikuwa ni gospel au <laughs> alikuwa gospel, atueleze zaidi, sijui wewe hii unaiongeleaje. Yeah, all right, nashukuru sana na hakuna swali mbaya, kila kitu ni fresh, cha kwanza neno nikasema mziki yeah. ya, kuna namna jisi kila mtu anaochukulia mm -hmm. na kila mtu anavyotumika na kila mtu na malengo yake mm -hmm. Ya yeah, mimi nikizani nilianza na hata kuingia kwenye account yangu ya YouTube nilianza na nyimbo za secularize. Mm. Kisha baadaye hapo nikaingia kwenye gospel. Na kwa sasa na hata tu ni wazi. Mm, narudia kwenye kazi yangu kama kawa. Mimi ni mwimbaji wa secular music. Okay. Na ambacho ningesema ni kwamba unajua sisi tuna familia, tuna marafiki. Sasa so, utakuta kuna pressure yani. Mm -hmm. Unakuambia ah, Leonard. Tutamani kuona unafanya gospel. Mm. Tata mzee wako au mama yako unakuambia Yeah. Nataka ufanye growth kwa sababu unajikuta wewe kwenye challenge unachanganyikiwa. Mm. Okay. Na kitu ambacho ningetaka kuweka wazi mm. sio kwamba kuimba secular eti au mjui Mungu, hapana. Mm. Kwa sababu watu wengi wanafikiri hivyo. Mm. Kwa sababu cha kwanza muziki ni business. Yeah. So kusema uingie kwenye uingi, uingi, biashara zaidi mm. au ujulikane e, kwa haraka zaidi. Mm. Kusema tu kweli, secular inatoa ina, ina, ina, ina mtu ya, haraka zaidi. Zaidi yeah, secular <laughs> ina, inakutoa haraka zaidi. Yeah. Kwa hiyo inawezekana unaweza ukafanya secular la kwanza ili yeah, utengeneze jina kwanza, alafu baadaye ukija kuwa famous, unajulikana okay, unaingia kwenye mambo ya kutangaza Injili. Mm, kutangaza Injili. Sasa mimi pale nilipoingia kwenye gospel, bado unaona kama jina bado haijafika, sema eti mpaka tuanze kutangaza Injili lakini yeah. Tukataza kutaja jina la Mungu. Chote yani mm. ambacho tunafanya ni chini ya Mungu yeah. Mungu yupo na okay. tutaimba hata nyimbo za Mungu tu mm. Sio kwamba kwa sababu unafanya secular na kuimba kuhusu Mungu au kutangaza injili yeah. Sio hivyo. Watu wasitafsiri vibaya. Yeah, it means Lenag anavyotuletea hapa ni kusema kwamba is back to secular music. Yeah. Amerudi mm. tena kwenye secular music. Lakini mm. kuna neno moja ambalo limenigusa, au niseme kuna neno moja ambalo limenikaa kichwani zaidi. Unasema kwamba Kunakuwa presha ya marafiki mm. kunakuwa presha ya wazazi na ndugu, it means nayamjua, mimi ni mtu ambaye anasikia maneno kutoka kwa watu nje <laughs> sio ya sio sema kwa kwamba unasikia maneno kutoka kwa watu nje mm. lakini tuseme, kuna wale watu wa karibu, mtu anakusogelea. okay. utakuta labda wewe Bela Media hapo unanifuata ndugu yangu yeah tunatamani ungefanya hivi kwa sababu wewe unaishi kwa sababu ya watu okay. Unafanya vile ambavyo watu labda watafurahia kwa sababu wale watu, yeah. Watu ndo watakupokea ndo watakutoa ndo watatengeneza jina lako ya kwa sababu kuna comment nyingi ambazo zilitoka mm. Na watu wakasema kwamba hatuelewi sababu tunaona pop climate tuseme pop climate wa kambi au mwimbaji wa gospel wa kambi mm. Anasuka tena kichwa ikakuwa kama <laughs> imetushitua au sio? Lakini kitu ambacho kinakuja hapa ni kusema kwamba is back to what, to secular <muchas> music au sio? Je, kwa wale ambao wanakuwa na upinzani, wewe unawaambiaje kwa muda kama na huu ah, mimi naweza nikasema kwanza, industry ya music hii bila competition mm. ya haiwezi kwenda, na kama upinzani ni, kama huo upinzani wa kusema eti unatoka moyoni kabisa unakusudia uni upinzani kabisa wa kuchukia mtu hapo mm. sijui. Lakini mimi upinzani ambao najua unaweza una, una, unafanya upinzani lakini mkikutana hiyo unasalimiana fresh, wow. Lakini sio mambo ya wadui eti mpaka ndani kabisa, mfano kama mimi nimchukie Berio au nimchukie nani Yeah. Nadhani no, so yeah. mm -hmm. Umesikia jibu la Lenaji, jibu la kisomi zaidi mm -hmm. Sio ugomvi wa kusema eti mm -hmm. nitegee njiani unipige visu sababu ya bifu. Bifu tuitengeneze kwa sababu mziki wetu uende mbele. au okay, ikaja swali kwenye kicho changu, au sio? Siku zilizopita hapa kuna wimbo ambao ulitungwa na madogo fulani, hatukujua alitokea wapi, ukaja tu alafu ulikuwa unasema sio bifu Ule kulikuwa kuna maneno mengi ambayo yalikuwa yanakuongelea kwa ubaya. mm -hmm. Ule wimbo uliupokeaje wimbo? yeah, nilisikia hata nilisikia wimbo ikiwa home hapa kabisa nilisikia. yeah, ya... wimbo kama ni madogo watatu kama ni wanne, mm -hmm. lakini sikuchukulia kwa ubaya, mm -hmm. kwa sababu niliona labda kuna watu wengine kwa... let's say for example wewe haujulikani kwenye industry au haujulikani hata sehemu hata moja sasa, unataka ujiboost, unaweza ukatumia jina lako au jina la fulani, jina la mwingine mtu ambaye yuko mbele yako kidogo labda mm, watu wakisikia ile na jimu, ah, watapatia wimbo yeah, watu wakisikia fulani alitukana nao, watu wakisikia gesha mwa misemo mwa, watapatia wimbo, mambo kama hayo, lakini mimi si kiubaya, ki naona kama ni mambo tu ya kutangamsha game yeah, ambao ubaya kabisa hali okay. ya sana, sawa. Kwa hiyo ule wimbo uliusikia, lakini ni verse gani ambayo ulisikia kama ilikugusa au ikakuboa? Ah, kitu kilicho niboa ni kwamba wanasema eh, eh, eti Lena sijui kuimba kwake, sijui anaimba muziki wa secular, lakini kama vile anaimba kwaya <laughs> <laughs> <laughs> hey, okay, tuseme hey, madogo, sikieni. <laughs> hiyo ilimgusa bro Lena G na hakuipenda eti anaimba kwaya. Hasa inakuwaje? Auwezi ku, au kuwa na neno kwao, au waambie mbona mimi naimba kwa alafu nakuwa mbele yenuabodogo <laughs> si so, si okay. na na... anawapenda sana na sana, lakini hilo wedi kulifurahia kabisa. Kuna kwa maneno mengi ambayo unaongelea wewe kama Lena G. Wengi wanaongea wanavyojua. Mm. Wengi wanaongea wanavyotaka wao, lakini je, ni neno gani ambalo kwenye Nafasi yako hii au tuseme nafasi yako hii ambayo unaishi ilikugusa sana na ukasema ili limekuwa chafu zaidi. Mm, uh, najua sijuwa ni wanaume. Yeah. Wanaume yani wanatengeza mambo mengi sana. Kama ni mwanaume bado hajafanya kituko kwa mwanangu. Mm. Yeah, bado. Mwanaume ni mtu wa vituko. Sasa, yeah. Na hata hiyo ku kuongelea ongelea hata kwenye mama mabaya, hata kwa wazuri. Ndio. Mm. Wanaume na ndio jina linaenda hivyo. Mm. Sasa gizani hapa nyuma kulipitika mambo mengi sana. Yeah. Sijui mambo mingine siwezi kuyataja lakini, nikiongea hivi nidhani wengi wenu mnajua kama anaongelea kuhusu nini. Yeah, yeah, yeah. Oh, Lena ndio alifanya hivi. Oh. Yeah. Nidhani kuna posta ambazo zisambaa na nini, mambo kama hayo. Yeah, mm. Yeah. Nikatajiwa pale lakini najua Mungu Mungu si Asumani Mungu yeah, alisaidia. Yeah. mm. mm. Lakini ile kipindi nilibwekana sana mpaka nikashindwa hata kutembea bro. Yeah. Lena ndio aliposti watu na nini? Ah, kesa Mungu wangu. Ushahidi uko wapi? Okay. Na kwa nini nifanye hivi? Mtu unaweza kufanya vitu kama hivyo yeah, labda unaubaya na mtu labda, mtu mlikosana mnabeef. Yeah. Lakini mimi sina ubaya na mtu yote hapa. Fresh fresh sasa Kile kipindi niliboekana sana kusema Mungu wangu, nini kabisa yani, okay. mpaka mwili ukaisha kabisa. Ah, mm. hayo ni maneno ambayo lichukua muda mgumu sana, nipitia wakati mgumu sana yeah, kama nilivyoanza mwanzo nisema. mm. Belaa Media wambea sana yani, tunafuatilia mpaka mwisho <laughs> few days nilizoona hapa niliona video TikTok, unahesabu dola 700 alafu inaandikwa kama nilikuwa kwenye show, nika nikalipwa hela ulilipwa hela nono kabisa. hapa kwetu hakujawahi kutokea sta yoyote kuanzia dogo redi, kuanzia juu mpaka hapa tulipo, au sio? mm. Labda mimi siwezi nikajua, lakini kwa Lena G ilikuwaje? hiyo 700 dollars unailipwa kabisa kwenye show? Abela Media, sana unafuatilia sana, mengine sikuongea ongea, lakini kwa sababu ukishaulizwa kishaulizwa mm. lazima uwe na kujibu yeah Naweza nikasema najua nika? Hmm, ni ya town ka town, yani tuseme mziki ni ni kazi hmm, ni kazi, ni tofauti na hapa kwetu kidogo, bado hatujafikia hiyo level. Sema unaitwa hapa unaimba yeah, au unaitwa hapa unafanya hiki unalipwa, hmm. Yaani kule mnaitwa hata wasanii wengi, hmm, kila mtu ana, unapatana wewe, utapewa hela ngapi, utapewa ngapi, mambo utapewa kama hayo yeah so ile tulienda kuperform ni zani muna kuna video mliona zingine niko wapi? mm -hmm. niko nienda Kariba yeah. nienda Victoria Falls ya yeah. Yeah, so mambo kama hayo mm okay. Kwenye hizo show wale watu wanaela ndugu yangu ya yeah, wanaela kwanza wanakulipia nauli Dave. kutoka nini Harare kuingia Victoria Falls mm sema, ukienda kwa basi mm utatoka saa tatu, saatatu, unafika kesho mm, tena saa tatu mm. Yani ni mwendo kabisa okay. Saa yani hapo nauli inakuwa ni Nyingi sana mm. Lakini vyote wanagharamia wao kwenda na kurudia, kisha pesa yako iko hapo hapo, afu kule sema kulala na kuwekea hapo hotel fresh, unakula vizuri kila kitu fresh, so hiyo 700 kwa show za kule mm. Ah, ni hela ndogo sana okay, so wale watu wasitukulega ni mambo ya ajabu sana; ni vitu vya kawaida kwenye industry okay muziki, it means kuna hela ambayo umeishawahi kuipata, kupitia show, kupitia kuitwa, kuzidi hata hiyo hela ya 700 Aabansi ah, ndio ndo hela kubwa ambayo nimepata okay, ndio hela kubwa hmm. ambayo bro Lenag amepata. Hii ni heshima kwetu okay. Bro, kabla sijaenda mbali, kuna swali ambalo linanikuja kichwani ne. ni kusema, je, uzito unakuwaje? Unakuwa huku au kule? Sababu huku sijawahi kuona show ambayo nalipo 700 hmm. it means wapi ambako unachukuliwa kwa uzito zaidi kule ama huku? ya yeah, hapo naweza nikafafanua vizuri kusema, mimi msana tu kweli Huku hmm. nyumbani kwetu na tuseme jina langu lipo kubwa sana huku nyumbani mm -hmm. kwetu yani, kwa yeah. sababu unaongelewa sana tofauti na kule, ile ni mm -hmm. big city. Yeah. Sasa wasanii ni wengi na watu wakubwa ni wengi sana na ambao walikutangulia ni wengi sana mm -hmm. Ule bado tunatengeneza level ambayo lazima nabidi tufikie, lakini kule kuna sehemu ambazo nimesha, nimesha penya nimesha penya nimesha kidogo lakini sio kiundani kama huku kwa okay. hiyo kiuzito zaidi nipo huku lakini kwa masuala ya hela

Kama nilivyosema watu ndio tu wanatupokea na watu ndio wanatujaji na watu ndio wanajua kambi nastahili kumpatia fulani, kambi nastahili, huyu anastahili kuchukua hiki. mm. so kama watu wanaona mimi na deserve sehemu mimi nashukuru tu, na kama mm. watu wanaona bado sija deserve, anastahili kupewa mtu mwingine mm. apewe mtu mwingine, hakuna shida. Hiyo wameongea watu, au sio? mm. <laughs> Mimi nataka ya kwako mwenyewe kabisa kusema, mimi naweza nikaichukua, sababu kuna uzito fulani ambao ninao hapa kim mm. wewe unaeongeleaje? Alright. Yani kwa upande wangu mimi. Yeah. Kwa upande wangu mimi na najua crown inabidi nipewe mimi. Mm. Kwa sababu nafanya kazi. Cha kwanza kimba tu inaongea ni kazi bro. Eh. Yeah, kazi zipo nyingi. Wewe usiseme upewe crown una nyimbo moja. Mm. Hata hiyo nyimbo hiyo hit. Yeah. Hawezi kupewa crown kwa nyimbo moja tu. Mm. Hawezi kesho mtu mbana ameimba nyimbo kama ni album kama ni mbili au tatu. Yeah. Alafu wewe una hit song, nyimbo moja tu. Alafu una, una Mm. Crown lazima hiyo kitani kitani mwangu. So, bro Lena G amechukua crown, au sio? Mm. Yeye ndo mfalme hapa kama Gisa anavyoona yeye kwa mashabiki we, sema unalotaka au mimi Bella Media nampatia crown kwa sababu kazi ziko nyingi, au sio? Mm. Anavunja, anavunja vunja Bella nokola, au sio? Okay, thank you, tuko pamoja na bro Lena G tunashukuru. Mm, sana Fuatilia media zetu zote, platform zote tupo, au sio? Nadhani umeridhika na majibu uliopewa, mengi ambayo umeyafuatilia katika siku ya leo umeyajua. Asante ah, sana. nashukuru guys, nashukuru sana kabisa, na ndugu zangu nawapenda sana, tuzidi kufuatilia muziki na soon, kuna nyimbo yetu inakuja yeah. Yani tusilale, yani Sunday mda wa saa nne usiku tuwe one guys, tusupport kazi nyimbo inatoka kabisa out soon kangani, okay. So tusimame tupandishe kazi yeah, this week on Sunday. Okay. Ah, bo guys, bo atosangana on Sunday.